Daraja hili mimi nina historia nayo. Mnataka niwaambie hapa? Siku moja niliondoka Mwanza nikaenda Busisi kwenda kuposa nene nenedikuilima haushishie nao. Nimefika pale kwa mzee mmoja, ni marehemu sasa hivi, anaitwa Matias Mbizo, alikuwa askari osis pale. Nikamaliza kuposa na mahali tukapatana wakati wa kurudi, kivuko hiki cha feri nafikiri fikiri ilikuwa MV Geita au Sengerema kikawa kimeharibika, na kilikuwa kinaharibika kila siku. Nilikuwa na pikipiki yangu nyekundu xlo 125 MSF 124 Honda kule pakawa na mitumbwi na mitumbwi ile walikuwa wanavusha kwa pesa. Kwa hiyo kila mara kivuko hiki kilipokuwa kikiharibika, watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumbwi. Nikasogea pale kwenye mwaro, wanaambia ingia na pikipiki yako tutaiingiza. Nikafikiria, moyo ukakataa. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa mimi nikazunguka Kamanga, kama nilipofika Mwanza ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu kumi na moja. Na ndiyo maana nilipofanikiwa kwanza, nikawa Wizara ya Ujenzi, mawazo yangu yalikuwa niokoe maisha ya watu hawa na iwe kumbukumbu kumbu kubwa kwa watu waliokuwa wanapoteza maisha hapa, lakini ninajua hatuwezi tukategemea kivuko ambacho ni temporary na wakati kivuko hiki na eneo hili ni muhimu sana. Wakati nimekuja mara ya kwanza Mwanza kuomba kura, nikasema hii ndio iwe projekti yangu ambayo ni lazima niimalize. Nilipozungumza kwenye kampeni kwamba nataka tujenge daraja la kuvuka la kuunganisha Kigongo na Busisi, watu hawakuamini, wanasema haiwezekani, anaota, hizi ni kampeni tu. Gharama ya daraja hili litakuwa karibu bilioni mia saba, na fedha zote zinatolewa na serikali na hakuna hata fedha moja tuliyokopa. Hii ndiyo maana ya kusema Tanzania tunaweza na Tanzania ni tajiri. Daraja hili litakuwa refu kuliko madaraja yote yaliyoko kwenye Afrika Mashariki na ya Kati.